Niwahadithie kidogo nilivyompata. yeah! Kidogo yeah! Amesema ni staje mwezi siku <laughs> moja <laughs> nilikuwa, anatoka nyumbani ni kwangu hapo Barabara ya Bonyoko, sio Bonyoko, barabara ya Bonyoko. Naenda naenda nyumbani kwetu Yombo, mama alikuwa ameniagiza kitu koyo. Kwenye kupita nikaona duka limeandikwa Migomba, nikaingia pale dukani saa mbili mbili fani, kuingia dukani nikakuta kuna mali inawaka waka vibaya mno. <coughs> Mi nikashtuka, nikasema Tanzania hii kuna mwanamke wa namna hii? Basi wa kuingia mne ndani, nikatafuta ninachokitaka, bahati mbaya nikakikosa, lakini radhia mwenyewe baada ya kuniona akababaika <coughs> Akazaiazina usha na mimi nikamwelewa mhadaiko aliyopata kwa sababu na mimi sio wa kawaida.